Nimeumia sana, sana. Do mimi sio mchezaji wa, wa, wa Simba lakini Dio. Kwa kawaida watu wote watu wote wa Tanzania tulikuwa tunahitaji tuna, tuna, tuna ubingwa uh, si ndio? hmm. Kubeba uh, lakini bahati mbaya it didn't happen like that so, uh, I think, uh, kwa heshima uh, uh, ya Tanzania uh, watu wengi uh, hajafurahi uh, so uh, for me, I think, uh, it's just a bad day for Tanzania. Hii ni mpira, hii ni mpira kwa hiyo ni, ni, ni matokeo kwa kwa mpira. Lakini kama mimi Uh, ni ni shabiki wa, wa, wa, wa Tanzania shabiki wa Simba, shabiki wa mpira uh, I think uh, uh, Refa hajasaidia uh, Simba so uh, sijafurahi, ndio sana sana sana, kuna vitu vingi uh, hajafanya vizuri, lakini uh, it has happened so we just have to accept anything that happened for Tanzania today, not just Simba <inaudible> Oh, this time uh, they deserve, they deserve kuchukua uh, nini kubeba hiyo uh, kombe ya, ya, ya confederation. But kama nilikuambia bahati mbaya ni mpira, kwa hiyo anything that happens you just take it. Sasa kwa nini wewe tu unaongea unaongea sana jamani? Una maswali au nini? <laughs> Ndio maana nakwambia mimi nimekuja huku kushangilia Simba kushangilia Tanzania, kwa sababu Simba akishinda nini ak akibeba hii uh, uh, it's, it's a respect kikombe for, for for Tanzania, watu watasema Simba wameshinda, lakini baada hapo wanasema ni, ni Tanzania. So hata kama, kama kama refa alifanya vizuri au alifanya nini nini, mimi leo sijafurahi kwa sababu Simba hajabeba uh, nini kombe. Kwa hiyo refa hajafanya vizuri. Uh, mimi sasa hivi kikosi cha Simba

Aishi yeah. Hata kama, hata kama akikaa nyumbani, miaka kumi, miaka ishirini, Aishi ni namba moja wa Tanzania, kama hata kama akikaa nyumbani miaka 10, miaka 20, Aishi ni namba moja. Hamna goalkeeper hapa Tanzania anajua kuliko Aishi. Aishi, mm, ni namba moja ya Tanzania hakuna kuongea naye. Hamna. Kila la heri pia. Ah, asante sana.